Je, yeah, huwa inakuuma sana kila ukiwasha simu yako ukiingia YouTube TikTok Facebook WhatsApp simu yako inaisha chaji haraka, yaani hujafanya chochote, hata hujampigia mpenzi wako, huwa unajiuliza kivipi kivipi. Shida sio kwamba betri ya simu yako mbovu, bali wakati unatumia application zako kwenye simu kuna app ambazo zinatumia charge background cha kufanya washa battery saver ili kuzima app kuacha kutumia charge background. Fanya hivi kama unavyoona kwenye video. Kumbuka sana kusubscribe na kulike video hii, ili kuwajulisha YouTube kuwa unapenda video za technology na kuletea video kali kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Hapa washa hizi option mbili, au unaweza washa moja tu hii ya juu. Ukiwasha ya chini ni kwamba utakuwa unatumia app unazotaka wewe bila nyingine kutumia chaji hata kidogo. Na mwisho wa hii video nitakuonesha jinsi ya kutoa na njia nyingine bomba zaidi. Angalia video mpaka mwisho bila kuruka hata hatua moja. Kama unataka kutoa unabofya hapo, na hivyo ndivyo huwa tunafanya wana DSN Technology, tunaokoa chaji ya simu yetu. Kumbuka kusubscribe video na kulike, ili YouTube wa kusogezee video kama hizi za teknoloji kali zaidi, bila kusahau kucomment kwa maoni na ushauri. Asante kwa kutazama video hii, tukutane kwenye video nyingine. Asante sana.